<laughs> Karibu katika simulizi yetu inayowahusu mapepo ambao hukumbana na binadamu. Wengi hufikiri pepo anaishi makaburini tu, lakini ukweli ni tofauti. Pepo anaishi karibu nasi, kwenye hewa tunayopumua, kwenye vitu tunavyotumia, hata kwenye watu tunaokutana nao kila siku. Hawa ni roho zisizo na pumzi, roho ambazo zimepoteza makao na sasa zinatembea zikitafuta mtu mwenye roho dhaifu, ili zipate pa kukaa. Kila wakati mtu anapokuwa dhaifu kiroho mahali hapo pepo anapata nafasi. Ah, pepo hawaji kwa ghafla, wanaanza kukufuata taratibu, kwa njia ndogo, kimya na za kawaida. Wanaingia kupitia milango mitatu mikuu ambayo ni hofu, tamaa na dhambi. Wakati mtu anaanza kuchukia bila sababu au anashikwa na hofu ya mambo yasiyoeleweka, tayari pepo ameanza kumfuata. Ndoto mbaya zinaporudiwa kila usiku au mtu akianza kuhisi kama kuna kitu kinamwangalia gizani, hapo roho hiyo imeanza kujenga makao yake. Wengine huita bahati mbaya, lakini wachache wanajua ni pepo aliyepata nafasi ya kuingia kwenye maisha yako. A, kazi ya pepo ni moja tu. Kazi yake ni kuharibu utulivu wa mwanadamu. Pepo anaweza kuharibu akili, anaweza kubadilisha tabia, na anaweza kuivunja nafsi taratibu, bila mtu kujua. Mtu wa upole anageuka kwenye mwenye hasira, mtu wa furaha anaanza kulia bila sababu, biashara zinaanguka ghafla, mahusiano yanaharibika, marafiki wanatengana bila sababu yeyote. Hapo ndipo unajua kuna roho ya giza inayocheza nyuma ya pazia la maisha na kinachoogopesha zaidi ni kwamba pepo hawawezi kuonekana kwa macho lakini wanaweza kuhisiwa kwenye hewa, kwenye ndoto, au ndani ya moyo. Mtu mwenye pepo huwa na dalili. Watu wengi wanapem, wanatembea na pepo bila kujua. Dalili zake ni nyepesi kuziona, lakini ngumu kuelewa. Moja, ni ndoto za kuanguka au kufukuzwa kila usiku. Mbili, kelele kichwani kama sauti isiyoisha. Tatu, hofu isiyo na sababu hata mchana kweupe. Nne, kukosa usingizi kwa siku nyingi. Na tano, kila kitu unachofanya kinaenda vibaya, hata kama unajitahidi. Hii ndiyo njia yao ya kuharibu mwanga wako wa ndani. Mtu anapokuwa katika hali hiyo, pepo hutumia nguvu ya mawazo yake kumfanya ajione hana thamani, na mara mtu anapokubali hivyo, pepo anakuwa ameshapata ushindi wake wa kwanza. Na kuna njia chache tu za kujinasua na pepo lakini giza halina nguvu mbele ya mwanga. Kila pepo awe mkali kiasi gani huogopa mambo matatu ambayo ni ukweli, imani na mwanga. Mtu akijua tatizo lake ni la kiroho, tayari amechukua hatua ya kwanza ya uhuru. Hatua ya pili ni toba. Toba si maneno tu, ni kukataa ule uhusiano uliomfungua mlango wa giza. Hatua ya tatu ni kujijaza na maarifa. Roho tupu huvutwa na pepo, lakini roho iliyojaa mwanga hawawezi kuikabili. Mtu akianza kujua, kuelewa na kuamini, giza linapotea lenyewe. Pepo ni kweli, lakini hawana nguvu zaidi ya ukweli. Kila mtu anapita kipindi cha giza, lakini usisahau, hata usiku mrefu zaidi una mwisho wake. Wakati mwingine pepo anakuja kutufundisha kitu, kutambua thamani ya mwanga. Kwa hiyo usiogope kivuli kinapokufuata, kwa sababu kivuli kipo tu pale ambapo kuna mwanga. Mwanga ni wa milele, na kama roho yako ipo hai hakuna pepo anayeweza kukufunga. Mwisho wa simulizi hii, kumbuka maneno haya: ukweli ni mwanga unaovunja minyororo yote ya giza. Usisahau kusubscribe subscribe ili uweze kupata video zinazofuata na tunakuja na video mpya kabisa hivi karibuni. Usisahau kusubscribe na kulike pia na kucomment.